Nasema shughuli iendelee ama tuache hivyo hivyo. Mamlaka za pembe. Amen. Yes mbili za mwanakondoo. Amen, zilizo nasa juu ya kichaka. Amina. Bwana Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi atusaidie sana. Amina sana. Kitabu cha Danieli sura ya nane na mstari wa saba Danieli sura ya nane na mstari wa saba ninasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo, soma. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, ndiyo, akamwonea hasira kali, ehe, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, pembe zake mbili, na huyo kondoo mume, na yule kondoo mume alikuwa hana nguvu ya kusimama mbele yake, alikuwa hana nguvu ya kusimama tena mbele yake, bali akamwangusha chini, akamwangusha chini, akamkanyaga kanyaga, akamkanyaga kanyaga, wala apakuwa awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake, hakuna aliyeweza kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Mstari wa nane, endelea. Na yule beberu akajitukuza sana, beberu yule akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ilivunjika, ile pembe kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri, na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni, zilizoelekea pepo nne za mbinguni. Na katika moja ya pembe hizo, kwenye moja ya zile pembe ilitokea pembe ndogo, ikatokea pembe ndogo iliyokuwa sana, iliyokuwa kwa spidi sana, upande za wa kusini ndio, na upande wa magharibi ndio, na upande wa nchi ya uzuri ndio. Nayo ikakua kiasi cha kufikilia jeshi la mbinguni, ikakua kwa kiasi cha kufikilia jeshi la mbinguni. Ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, ikaangusha chini baadhi ya lile jeshi na ya nyota, na ya na nyota, nazo nyota ikazikanyaga, ikazikanyaga. Pembe mbili yes, za mwana kondoo sawa, zilizonasa kwenye Kichaka. Amina. Pembe zinawakilisha mamlaka. Amina. Kwa maana ya wakuu. Wakuu. Ama wafalume. Amina. Ama falume mbili. Oh, yes. Bwana Yesu sana. Amina sana. Na leo tutamzungumzia e, beberu. Sawa. Tutamzungumzia mwanakondoo. Amina. Ambapo Ibrahimu alipokuwa ameamriwa kutoa sadaka ya Isaka. Ndio alipokuwa amekubali kumtoa akajenga madhabahu. Sawa. Akamfunga Isaka na kumweka juu ya kuni, Amen. ili awe dhabihu ya kuteketeza mbele mm. za Mwenyezi Mungu. Oh, yes. Mungu alipokwisha kuiona imani na matendo yake, ndio aliamua kumwachia mwana kondoo. Amina. Ambaye pembe zake mbili yes. zilinasa kwenye kichaka Amina. Sasa kichaka hiki hiki ni kile kile ambacho Musa alikiona kinawaka, lakini akiteketea mm. Na wito wake aliitiwa kwenye kichaka kile, oh, yes. akaambiwa hivi, sasa mahali unapopakanyaga yes. ni mahali patakatifu, kwa hiyo vua viatu. Amina. Kichaka hiki sawa, ndicho kichaka Adamu alichojificha eh, eh, baada ya kutenda dhambi akajishonea majani ya mtini oh, yes, akajificha kwenye kichaka mm, na Mungu akamwita kwenye kichaka oh, yes, wito ule ule Adamu aliyoupata kwenye kichaka ndio ndio wito ule ule ambao Musa aliyoupata kwenye kichaka Mbe, wito ule ule ambao Musa aliupata kwenye kichaka <laughs> ndio wito ule ule Ibrahimu aliupata kwenye kichaka.

mwana mwanakondoo pale, Yes. ili amchinje, Hey. badala ya Isaka aliyekuwa mwanaye, akamnusuru Isaka na mauti, Mm. iliyokuwa inamkabili amina. Bwana Yesu Kristo tusaidie sana amina sana. hizi pembe mbili, sawa, kufatana na mwezi wa pili, Hey. inawakilisha mamlaka mbili, ndiyo, ambazo ni falme za kikabila, oh yes, kutoka ukoo wa baba na ukoo wa mama, hizi yes. pembe mbili zote Sawa. ndizo zinazofanya vita Dio. na hatima Ehe. za wabeba maono wa familia Sawa. wabeba maono wa kiukoo, na kama zimenasa kwenye kichaka yes. manake dhamu kichaka kiliwakilishwa kama dini e. Adamu, baada ya mahusiano yake na Mungu kuvurugika sawa, alijitengenezea dini. Mm, kichaka, kichaka mahali pa kujificha. Kumbe. na dini Mungu ajaiweka wachai wajifiche ndani yake, oh, yes washirikina ambao wanafapata vyeo ndio wenye utajiri na biashara kubwa kwa njia ya kutoa kafara, kafara. Mwezi huu wa pili sawa, mpaka watatu na wanne kuelekea msimu wa Pasaka, ndio ni msimu, upanga umeinuliwa juu upanga wa kafara, kafara. Yes. Yes. Na desturi ya Wayahudi Sawa. kwamba ifikapo miezi hii mm, ndio miezi ambayo walikuwa wana kiu ya kufunguliwa angalau mfungwa mmoja ili wamchinje mbele zao katika mlima wa Golgotha. Kabisa kabisa kabisa. Yes. Yes. Yes. Pilato anawauliza. Amen. ya kwamba kati ya mwalifu mm, Baraba. Oh, yes. Na Kristo aitwaye Yesu aitwaye Kristo sawa, ni wafungulie nani mm, ambaye mna kiu ya kwenda kumchinja? oh yes. Asema tufungulieni Baraba sawa, lakini na Yesu na yeye lazima asurubiwe eh. Yes. Wasijue ya kwamba, sawa, ile mamlaka ndio wanayoialika kwenye madhabahu yao, hapo ndio pembe ndefu inaenda kuvunja pembe zote za Moabi. Oh wewe. Ha, asema na muona, lakini sisas, sisas, na mtazama lakini si karibu yule ah, Nyota inatoka katika Yakobo. Anakuja na fimbo yeah, itakayozipiga piga hey, na kuzivunja vunja pembe yes, zote za Moabi. Zote. Oh. Ziko mamlaka za kifamilia za kimizimu ya ukoo wa baba yako Dio. Ndio ile pembe moja Dio. Ziko mamlaka za ukoo wa mama za zi upande wa mama ni ile pembe nyingine Ehe. Ndio ambao wanakuwa na mamlaka ya kukontrol maisha yako yeah. kukukokota wanakotaka, yes. na wakipatana yeah. wanafanya vita na wewe yes. kukukwamisha yeah. usielekee kwenye hatima yako ni kwenye. Ibada ya leo ni ibada ya kuvunja pembe zote. Kutengua pembe zote Temukatje. Wale walio na mamlaka ya kuchinja ukoa baba yako yeah. Walio na mamlaka ya kuchinja ukoa mama yako yes. Leo tunawageuza wao kafara, watakuwa kafara yetu mwaka huu. Nasema watakuwa kafara yetu mwaka huu. Mungu wetu ni Mungu wa kisasi, Amen. Mungu wetu ni Mungu wa kurejesha kikombe kile kile wanatotuchanganyishia wamechanganyishiwa maradufu. kipimo kile wanachotupimia wachapimiwa maradufu, yes. Hemrukaji usema wapimiwe, wapimiwe. Shimo walilokuchimbia mwaka huu lile lile, lile lile litawafukia wenyewe. Mtego waliokutegesha wa mauti mtego ule ule, uleule yes. utawa na kuwa nasa wenyewe, ninaamuru kila mamlaka ya kuzimu iliyopangwa kuja kwalecha maafa yeah. Kukuharibu. Yes. Itakuwa kabla waja kuharibu watageukiana na kuharibiana wenyewe. Hebu piga sikelele, sema waharibiane Waliopanga kukuharibu waharibiane, wataharibiwa. Amina. Itakuwa kabla hawajakuharibu kuharibu, mm. wataharibikiwa wao kwanza. Asante Bwana Yesu. Shetani ameshinda kwa jina la Yesu. Wachawi wanalaumiana, eh. Hivi ni kwa nini huyu mtu kaenda wapi, wapi? Mbona siku hizi amekuwa jeuri eh ana kiburi. ni hiyo madhabahu anakosali, manake kila wanapo tunapojadili vitu vyetu mambo yanaharibika yanaharibika, vitu haviendi, vitu vinageuka. Ndio. nini kimetokea? Yes. Tufanye vita eh. Atoke madhabahu hiyo, tumshauri. Yes. Tufanye tukubane uchumi ndio. Ashindwe kwenda kanisa. Yes. Tubane tu kipato yeah. Ashindwe kwenda, tubane ndoa. Yes. aimzuia asiende Nikwambie hivi wewe, <laughs> vikwazo unavyo vipitia sawa. Saa nyingine hata nauli ya kuja kanisani unakosa mm. kuna watu wanadhani kwamba tukishika uchumi atakosa nauli. Hatari wewe wewe! Ni nini hatari ya madhabahu hii wewe? Ni kikombe kile kile, kile kile, amwagae damu kwa upanga na hmm. Ya mkwake mtu huyo lazima itamwagika. Achinjaye wenzake na yeye atachinjwa, auaye kwa upanga na yeye atauawa kwa upanga. Kufa. Ni madhabahu moja ya ngome ya Yesu Kristo ndio iliyopewa mamlaka hiyo. Amen.